Sura ya tisa, aya ya ya tisa ishirini na nane b hadi ya thelathini na sita Yesu aliwatoa Petro na Yohane na Yakobo, akapanda mlimani kuomba. Ikiwa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe, yakametameta. Natazama watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakapo timiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelala wanaelemewa na usingizi, lakini walipokisha amka walikuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hawa walipokuwa wa tenga naye eh, Petro akamwambia Yesu, Bwana mkubwa ni vizuri sisi kwako hapa, na nakufanya vibanda vitatu, kimoja cha oero na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia hadi hatui asemaa. Alipokuwa akisema hayo, ilitokea wingu ikawatia uvuli, wakaongopa walipoiniwa katika hilo Okay. Sauti ikatoka katika wingu ikasema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo waliyoyaona.

ina maana kubwa sana katika kazi nzima ya ukombozi wa wanadamu, kama nilivyosema ni miongoni mwa matukio makubwa ambayo Yesu aliyafanya kabla ya kutimiza kazi yake hii kubwa ya ukombozi wa wanadamu. Yesu anakwenda mlimani na wanafunzi wake watatu. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi lakini alichagua mitume kumi na wawili, lakini katika mitume kumi na wawili pia katika mambo mazito mazito alikuwa akichukua watatu, anawatoa watatu. Tukajiuliza, kwa nini wengine wako kumi na wawili au wale tisa wako Yesu? <coughs> alifanya jambo hili kwa makusudi kamili, sababu alitaka kwenda kudhihirisha utukufu wake atakaa kupata kwa njia ya mateso kwa hawa mtume watatu, cua watatu tu akawaimarisha katika masuala mazima ya imani matumaini na mapendo. Unapotaka kufanya jambo zito, lakini hata katika hali ya kawaida ya kibinadamu, hatushirikishi kila mtu. Unapotaka kufanya jambo zito, kwanza natafuta watu wenye hekima na akili sio watu waoga na wenye hofu na ambao hawana matumaini makubwa. Lazima utafute watu ambao wana ujasiri wa kupokea mambo mazito, na ndio maana Yesu amechukua aa, mitume watatu na sio wote. Wote wengine wanaweza kuropokaropoka ovyo, kwa haya wajili, ili akawaimarishe lakini baadaye wote kuwaimarisha ndugu zao wengine au mtume wengine mambo yatakapotokea. Kwa hiyo Yesu akiwa pale mlimani akajiweka sura, utasikia mavazi yake yakametameta yakawa meupe pe, lakini Njili ya Luka wanasema hivyo. Kusoma Njili nyingine za Mathayo na Marko utasikia mavazi yake yakawa meupe vikwata vile, hakuna dobi yoyote duniani anaweza kufanya mavazi aaa poa. Kwa hiyo wanafunzi wake walikuwa wamelala wakati hili natukia, na alikuguluga sura, wakaonekana aceuliwa zamani Musa kwa wamesimama pamogolani, wanafunzi wake walikozinduka katika usingizi mana Yesu alipoibuka sura na anang'aa kama ivivyojua kama ilivyopeluji wakaigiwa na hofu kubwa, lakini wakawaona pia Musa na Elia wakizungumza naye. Wanafunzi walichanganyikiwa na kama mkosikia, Petro alichanganyikiwa zaidi, akachindwa hata asani nyingi. Basi akamwambia Yesu, Bwana mkubwa unaonaje ilikuwa vizuri zaidi vikajenga vibanda vitatu kimoja cha kwako wewe kimoja cha Elia na kimoja cha Musa. Kwa nini Petro alisema maneno hayo? Aliona utukufu ule uliokuwepo mahali pale, aliona ule uzuri uliokuwepo mahali pale, akatamani sasa wasiondoke tena kwao, wabaki hapo hapo, ndio maana ya kujenga vibanda

anayosema na katika kile na huko wingi wa sitafunika na sauti ya sasa ya wingi, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ndiye kwenye jamii, msikieni yeye, msikieni yeye. Katika sala ya kwanza ambayo tumesali ni msikieni leo oli letu kubwa ambalo tumeomba katika sala ya kwanza, tunamwomba Mungu atusaidie tuweze kusikia sauti ya Bwana ili tuweze kuona utukufu wake. Yesu ameenda kudhihirisha utukufu wake pale mlimani, amewaonyesha kina Petro na Yakobo na Yohana utukufu wake ili kusudi baadaye waje kutuimarisha na sisi kwamba maisha ya hapa duniani hayana utukufu kama maisha ya jana. Kitendo cha wale wateule wa kale kuonekana pale Musa na Elia ambao walikuwa wakikisha kufa siku nyingi zilizopita, ilikuwa inadhihirisha kwamba kumbe watu wakiisha ondoka hapa duniani bado wanaendelea kuishi. Ndio maana walionekana, ilikuwa kwamba hakuna maisha baada ya haya Musa na Elia wasilaonekana sababu Musa na Elia watakika siei hata awa mitume inapetwa mafaamu ya kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Musa kuna mtu alikuwa anaitwa Elia, lakini walisha kufa siku nyingi, lakini leo wanastaajabu, wanawaona pale wakizungumza na Yesu, ili inatufundisha sisi kwamba kumbe maisha baada ya kifo ni dhahiri sio hadithi ya kutunga, sio kitu cha kufikirika, bali ni ukweli kwamba kuna maisha baada ya haya. Nayo maisha ndio maisha ya utukufu ambayo ni mazuri sana kuliko haya. Lakini Yesu alitaka kuonyesha utukufu huo ambao ataupata kwa njia ya mateso, ili kutufundisha sisi pia kwamba ili kufikia utukufu huo tutapitia mateso tutapitia changamoto nyingi ili kuweza kufikia huo utukufu. Ndio maana katika somo la pili mtume Paulo anawaasa Wafilipi waendelee kudumu katika kumkwasa Kristo, waendelee kudumu katika imani ambayo amewafundisha wasiteteleke, maana walikuwa wanajaribiwa na kunununiwa na Kristo, lakini basi mtume Paulo anawaeleza tena anawaambia ndugu zangu, nifuate mimi, nigeni mimi, usibali kuungusaumbishwa na mali mwengu. Ukitaka kufikia utukufu wa Mungu, ukitaka kufikia utukufu wa Kristo huko alipo, endeleni kumfuasa kwa kwatene njia zake, nisiumbishwe na mtu yeyote, nisiruguniwe na mali mwengi. Mtume Paulo anawaambia kwamba awaa Kristo au kuto kumfuata Kristo ni maadui wa msalaba, ni maadui wa msalaba wa Kristo, ambao Kristo aliteseka pale msalabani akafa. Wote tusikubali na sisi kuwa maadui wa msalaba, tusikubali kukataa mateso ili kufikia utukufu. Anawambia ni maadui wa msalaba wa Kristo na mwisho wao ni uharibifu tu, mwisho wao ni uharibifu na Mungu wao ni tumbo. Wao ni vitu vya kidunia tu. Vitu vya kula na kunywa tu. Hiyo ndio Mungu wao. Utukufu wao ni katika fedha ya yao. Wanao mambo ya hapa duniani tu. Kwao katika mambo ya dunia. Na sisi wanadamu na yetu Tumeko utukufu katika mambo ya dunia. Atutafutu utukufu wa Mungu ufu katika mambo ya dunia. Ndiyo maana watu wengi wanajitukuza hapa duniani, wanajitukuza hapa duniani kwa vitu vya kidunia, vitu vinavyokuta, vitu ambavyo tutaviacha kimsii, lakini tunaweka o tukufu wetu huko pale. Na ndiyo maana utaona wengi hata kusali wanaweka na utukufu wa duniani, tokea aa kidogo tu wanajidendeleza

anatumisi ya sisi kuhu tuweze kukua tukukua kwa nalatu Yesu Kristo, tudumu katika imani tudumu katika imani ya Kristo bila kuogopa msalama bila kuogopa mateso bila kuogopa chana moto kuchakazo kutana nati. Tumefanya maagano na Mungu, tumefanya maagano na Mungu. Kwa somo la kwanza tunasikia Abrahamu, anafanya maagano na Mungu, Mungu anaweka na gamni mekuwa kweli na meza matuma. Mungu anachukua Abrahamu na kumuonyesha nchi na kumwambia kwamba atakapukuma mguu kwake atampa mikusuio yote na uzao wake utaongezeka. Abrahamu anamuuliza Mungu nitafahamike hili Abrahamu. Mungu anamwambia atoe sadaka, na wakati ule sadaka wa wanyama. Wanyama, katikati na na ya wanyama Abrahamu alipomchukua wanyama anawapasua katikati na akawaweka na akapita katikati ya wale wanyama, na mbele yake ikatangulia tanuru la moshi na mwenge wa moto. Hayo yote yanaashiria uwepo wa Mungu katika lile ajali ambalo Abrahamu alikuwa anafanya na Mungu, na ikajirika wazi kwamba kitendo hicho cha kufanya hivyo ni magari na kwamba kiuka Hayo ambayo anaagana Mungu katika agano la Kale, katika kuweka maagano ya Mungu na kutumia wanyama, na mara nyingi tunasikia wanyama wamepasuliwa katikati pae ingi na yule anaweka maagano ya katikati ya wale wanyama, ilikuwa ni kuweka maagano kwamba ukikiuka maagano hayo na wewe upasuliwe katikati, kama bila wanyama ksu na hiyo ni agano zito. Sasa hayo yata ni magani ya jana na kale, na Mungu alitimiza Abrahamu kwa sababu alikuwa mwaminifu kwake, na kweli akampa nchi aliyomwahidia na uzao wake ukaongezeka mpaka leo. Na ndio maana sisi tunaitwa wana wa Ibrahimu baba yetu wa imani, kwa imani ya Ibrahimu ambaye alikuwa naye mpaka sisi kaa kama tulivyo hivyo. Na sisi tunaalikwa tuwe na imani kwa Mungu, tuwe na imani kwa Bwana wetu sisi tumefanya maagano na Mungu tulipobatizwa, na sisi pia tulikuwa viashiria vya maagano hayo, tulipewa mshumaa kama ishara ya mwanga. Sasa tutembee katika mwanga wa Kristo, tutembee katika kufuata naye zababakiso tusiwe tena watu wa giza, lakini maagano hayo tunayaishi

katika maagano ya kweli kama ilivyoma katika agano la Mungu na Mungu akamfanikisha. Na kwa sababu hatuko wadumu katika ahadi tulizoweka kwa Kristo, pamoja na kwamba tumesimulia tena na tena, wakati tupo imara, tunurudia tena ahadi za ubatizo, lakini bado hatuziishi. Na kila siku tunakiri imani, na hata sasa hivi tunakiri imani, lakini bado hatuishi imani. Sasa kwa kutokuishi imani